Watazamaji wa Pafenga Media. Aa, karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa cha harakati za sanaa na msanii. Mimi ni Matias si Zumba, ni follow kwenye page zangu za Instagram kama Matias si Matias Zumba. Aa, TikTok si Zumba TikTok, pia YouTube channel inapatikana kama Matias si Zumba. Hii ni Pafenga Media, na usahau vile vile ku -like, ku comment na kushare linki kwa ajili ya kupata habari mbalimbali. Subscribe. Leo tupo maeneo ya Vikindu kwenye uzinduzi wa filamu yetu kubwa kabisa ambayo inaitwa The Toilet Killer na ni katika kikundi cha Wandenga Gang. Ni kitu gani kipo ndani? Kuna matukio gani yamefanyika kwenye uzinduzi huu? Twende pamoja mpaka mwisho wa kipindi hiki.

kwenye nimechelewa kurudi nyumbani, nisiporudi na hii sitaeleweka. Kwanza mtendaji wako katoa thelathini na wendo mwenyekiti wake, alafu we makamu mwenyekiti wa almashauri Halafu umetiania kugombea udiwani tena, na hawa ndio vijana wako. Kwa hiyo sifa hizo zote, halafu unachangishwa na mwenyekiti wa vijana wa wilaya, mjumbe wa kamati ya siasa, anatia alama kwenye fomu yako, leo matatizo matupu. Sasa mheshimiwa diwani, kazi kwako. Karibu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Uh, awali ya yote na mimi niungane na wenzangu kwanza wautangulia, kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha usiku huu wa leo kuweza kuungana kwa pamoja hapa kusapoti ndugu zetu wa Ndenga katika jambo lao hili kubwa sana. Kwanza mimi nimefurahishwa sana hili jambo uh, leo kidogo mmetuweka mjini, mmetutoa shamba, mmetuweka mjini, jambo jema sana na jambo kama haya baada ya kufanya leo hii ikiwezekana kila baada ya miezi sita mkiwa na kitu kipya mnatualika wananchi, sawa e? hata kwa kiingilio kidogo kidogo tunakuja kidogo, tunatoa ushamba kidogo na sisi watu wa vikimba, au sio e? mambo anakuwa napendeza e, leo uongo wa macho kidogo yamechangamka, tumejuana juana hapa, basi mambo ni mazuri sana, ongeleni sana e, e, alafu kisha hata process ya kwanza mtajijulisha wakutanishe na afisa maendeleo wa wilaya ili mambo yaweze kwenda sawa. Msio, <coughs> e wanyonge, alafu mi liwani wenu ndio tunakaa kwenye meza ile kujadili kikundi gani sasa kinafanyaje, kipo vizuri. Mi ndio makamu wenye kiti wa halmashauri, sio na wasiwasi <coughs> e wanyonge. Eh, sasa hapa ninapata kirungumizi huyu bwana mwesi wangu mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. Yani, ninapoomba nafasi lazima ujamai amijadili kwamba anafaa ama afai, lakini kuna mtu kapita hapa, kigogo, katibu wa waziri, sio jambo dogo hilo. Nachofia kukosa adabu. Kwanza bosi wangu, mjumbe wa kamati ya siasa na ndo ananijadili. Wapili, katibu wa waziri mimi nani maun lakini, kwa sababu nafasi moja inawezekana kwamba kidogo ikawa inanisaidia hii ya umakamu mwenyekiti, lakini ya udiwani ya ya kawaida sana. Sasa hii nafasi ya udiwani kwa sababu yule naye angetoa shilingi elfu ishirini mili litoa shilingi elfu thelathini yule nani, katibu wangu mtendaji wa kata sasa katoa shilingi elfu thelathini mimi katoa shilingi elfu arobaini sio kweli, nitatoa shilingi elfu hamsini kwa nafasi hiyo, na kwa nafasi ya umakamu mwenyekiti, kwa sababu katibu wa waziri katoa shilingi ngapi? elfu hamsini siwezi kumzidi yule, itakuwa sina adabu. nitatoa shilingi elfu hamsini nayo hii, ndio makofi. na sasa jumla itakuwa laki moja Nimefanya hivyo nisikuzidi wewe, mwana utaenda kunihukumu uko mbele. Kwa hiyo itatoa laki moja. Naomba mniwie radhi, kwa sababu mimi nina wake wengi. Kwa hiyo nitanua flash kwa shilingi elfu kumi mlikuwa <coughs> ishirini <coughs> na tatu <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> sindio? Mebaki sita. Je, milango iko wazi kwa vinyana wengine ambao anahitaji kuungana na nini? ama milango yamefungwa kwa sasa? ah, Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Asalamu alaykum waalaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, bado tunaendelea kuwapokea, kama kuna yowote anahitaji kujifunza kuwa msanii, pia mnaruhusiwa. Vigezo na masharti ni yapi? Vigezo na masharti, akifika ofisini kwetu atapewa fomu, pia ataisoma. Basi akijaisoma basi tutamusu kuwa msanii wetu kama atakuwa tayari kufuata masharti yetu. Ofisi ziko wapi? Ofisi zetu sisi zipo serikali ya kijiji Vikindu, tupo pamoja na nyumba ya mwenyekiti nguvu mali. Ofisi yetu iko hapa, nyumba ya mheshimiwa mwenyekiti ipo hapa. Asante mwenyekiti, eh, kwa wakati mheshimiwa mgeni rasmi anaweka sawa sawasawa hapo eh, Naamini vijana watakuja wengi sana kwa sababu umeshaona nguvu uh, ya mafanikio ambayo mnaenda kuyafikia. Niwatie moyo vijana wenzangu msitoke kwenye reli. Sawa eh? Msitoke kwenye reli. Ninyi sita ndo mizizi ama ndo msingi wa hicho ambacho mmekianzisha. Msiangalie mipotoka tuangalie hapa sasa tulipoanzia twende mbele. Mheshimiwa mwenyekiti, wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu. Nitakuona na mimi kama naweza kuingia hapo. Asante sana. Karibu Mheshimiwa Mirasul Kabezi sasa. Tukamatie hii ambayo tumeipata kwa kununua flash ni shilingi la kitatu to taslimu. <coughs> Asante, Mheshimiwa Mwenyekiti. Unaweza ukaendelea hapo kukata, Mheshimiwa, usiondoke Mwenyekiti. Asante. Asante. Naomba sasa hapa uendelee kuandaa vipande vidogo vidogo kwa ajili ya watu ambao tumewalika siku leo waweze kupata nao zawadi hii. Waheshimiwa wageni, tuliobaki huku tumebaki na flash moja ambayo flash hii sasa tutaenda nayo kwa njia ya mnada. Ila yule wa mwisho ambaye ataibuka kidedea ndiye ataondoka na flash hii. Tumelewana mapendwa, eh? Kuna watu hapo jamani. Tumelewana eh? Aya, naomba bei sasa, naomba ni bei flash hii shilingi ngapi? Braa elfu elfu tatu kwa braa pale, elfu tano pale nyuma kwa kaka, elfu tano kwa kaka pale, elfu kumi na tano kwa braa pale, makofi kwake tafadhali. Elfu kumi na tano kwa braa pale, kwa mara ya kwanza, elfu kumi na tano elfu kumi na tano kwa mara ya kwanza, elfu kumi na tano kwa mara ya kwanza na nusu, kumi na tano kwa mara ya pili, elfu ishirini na tano kwa plaza pale, piga makofi na vigelegele vya shangwe! Elfu ishirini na tano ishirini na tano kwa mara ya kwanza ishirini na tano kwa mara ya kwanza. Ishirini na tano kwa mara ya kwanza na Wane, nusu. Elfu thelathini, makofi kwake tafadhali. Elfu thelathini. thelathini kwa mara ya kwanza, jamani! Thelathini na tano, Wandenga! Wapi arobaini? Nimesikia arobaini huko. Arobaini hapa nimesikia, sio? Elfu arobaini, wapi arobaini hapa katikati hapa. Elfu arobaini hapa kwa dada kwa mara ya kwanza. Arobaini kwa mara ya kwanza na nusu. Arobaini na tano. Arobaini na tano kwa mara ya kwanza. Arobaini na tano kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya pili arobaini na tano. Arobaini na tano kwa mara ya pili. Mara ya pili na nusu. Arobaini na tano kwa mara ya pili na nusu. Nakuomba, madam. Madam, nakuomba. Arobaini na tano kwa mara ya tatu to. DJ sikilize dada wakati anaelekea. Tano hapo. Omba, tano, tano, hapo. Ya tano tano jamani mtusaidie hapo. Tumeuza ile flash kwa njia ya mnada kwa shilingi 4500. Bosi utaweka kwa sawa sawa, hiyo shika bosi wangu, na kuomba bosi wangu shika hiyo. Dada, shika hii elfu mbili, utamrudishia hii ile shilingi 1500, sawa eh? Hii inabidi nita kunywa maji. Hapo <todicata>